Fursa nyingine kwa wajasiriamali. Unajua vijana tu tunapeana michongo. Sio vijana tu, rika zote zetu tunapeana michongo kwa sababu hela haijawahi kutosha, maisha haijawahi kuwa balance. Kwa hivyo wote tulio duniani ni watafutaji tu. Hata aliyepata sana na yeye bado anatafuta. Nimekupa huo hapa mchongo. Kama umeshawahi kufikiria kuwa mjasiriamali au ushawahi kuwa mjasiriamali au ni mjasiriamali, unatamani kuendelea kuongeza ujuzi kwenye huo ujasiriamali wako. Sasa mtaani kuna hizi sabuni za maji zimeenea sana, yani kila mtu anajua kutengeneza, yani wamekuwa ni wengi wanaotengeneza anyway. Hata kama wewe haujui, lakini ni wengi ambao wanajua kutengeneza hizo sabuni, kwa hivyo soko lake ni gumu kidogo. Sasa mimi nataka nikufundishe kitu kimoja. Ushawahi kujiuliza sabuni ya unga unaweza kaitengeneza wewe mwenyewe? I kwamba kuna kuna malighafi ukizipata, basi unaweza ukatengeneza sabuni ya unga ukatafuta uka, uka hizo parcels na u ukaanza ku, kufunga kufunga na ukaanza kuuza, na unapata mtaji, ukaanza kupata pesa nyingi tu kwa sababu mtaji wako na, yani lazima ulenji kuanzia elfu hamsini mpaka laki moja kulingana na nini, na na na wewe unataka kutengeneza mzigo mkubwa kiasi gani, ambapo kwenye elfu hamsini tu, ukianza na elfu hamsini uweze kukosa laki moja. Imagine kwa laki moja naweza kukupa laki mbili sabuni ya unga. Kama wewe unataka nikufundishe na unatamani kuwa mjasiriamali, nitaje hapo chini kwenye comment kwamba Naomba unifundishe kwenye comment. Naomba unifundishe. Nitakufundisha. Fursa nyingine kwa ajili ya mali. Unajua vijana tu tunapeana michongo. Sio vijana tu, rika zote tu tunapeana michongo kwa sababu hela haijawahi kutosha, maisha haijawahi kuwa balance. Kwa hivyo wote tuliopo duniani ni watafutaji tu. Hata aliyepata sana naye bado anatafuta, anaijali hadi 50. Nimekupa hapa mchongo. Kama mshawahi kuwa mjasiriamali au ushawe kuwa mjasiriamali au ni mjasiriamali unatamani kuendelea kuongeza ujuzi kwenye ujasiriamali wako. Sasa mtaani kuna hizi sabuni za maji zimeenea sana, yani kila mtu anajua kutengeneza, yani wamekuwa ni wengi wanaotengeneza, yani hata kama wewe haujui, lakini ni wengi ambao wanajua kutengeneza hizo sabuni kwa hivyo soko lake ni gumu kidogo. Sasa mimi nataka nikufundishe kitu kimoja.